Historia ya vazi la harusi: kwa nini nguo nyeupe? Elimu ya kweli. Leo vazi la harusi la rangi nyeupe linajulikana duniani kote kama alama ya ndoa. Lakini kihistoria, nguo nyeupe haikuwa rangi ya harusi kwa jamii nyingi za kale. Katika ustaarabu wa zamani wanawake walivaa nguo za rangi walizokuwa nazo, hasa rangi zilizowakilisha hadhi ya familia, utajiri au mila za jamii. Katika Roma ya kale, bibi harusi alivaa vazi jeupe kidogo lilojulikana kama tunika recta, ambalo lilihusishwa na sherehe na ibada za kijamii, siyo usafi wa kiimani. Katika karne za kati Ulaya, hakukuwa na rangi maalum ya harusi. Bibi harusi alivaa vazi lake bora zaidi iwe ni nyekundu bluu kijani au hata nyeusi rangi nyeupe haikuhusishwa moja kwa moja na harusi hadi karne ya 19 mnamo mwaka 1840 na na Malkia Victoria wa Uingereza alivaa vazi jeupe katika harusi yake endelea kutufuatilia kwa ajili ya part 2.